E, e, ya mwaka elfu mbili na mbili chapta thelathini na mbili. Tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake, na hata ripoti yake rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo, si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo inayotuhumiwa, e, mtuhumiwa mkuu. Zaidi ya hapo, haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe halafu tutarajie haki. Serikali ya Samia ndiyo iliyo asisi kuratibu, kutekeleza mauaji ubakaji, unyanyasaji, binadamu wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na wanachama wa CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya kimsingi e, kwamba ni tume huru, haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Hawa wajumbe wamekuwa wakati wote sehemu muhimu ya kuliingiza nchi yetu, ya kuingiza nchi yetu kwenye maafa e. Jaji mkuu anayeondoka aliyeondoka madarakani amekuwa sehemu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za watu akiongoza wa muhimili wa mahakama na sehemu kubwa sana ya kujaribu kuharibu mahakama yetu na kuondoa e, e, uaminifu wa watu na mahakama yetu. Tukumbuka sisi kama Chadema pamoja na mambo mabaya yaliyotokea kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 na hatukufungua kesi hata moja mahakamani, kupinga e, e, either wabunge wetu au madiwani wetu au hata e, mtu yoyote aliyogombea. Na hii tulifanya deliberate; ni maamuzi yaliyokuwa ya kikao kwa sababu alikuwa hawana imani na mahakama katika mazingira ambayo mahakama ilikuwa inaongozwa. Lakini vile vile, unaweza kujiuliza kwamba hata kama hawa watu hawakuwa na e, na uharari, je, walikuwa na dhamira sasa ya kutaka kuchimba na kupata kilichotokea hasa kwenye uu uchaguzi kinachoitwa uchaguzi? Inakuwaje rais aunde tume inayotokana na wa, wafanyakazi au watu tu ambao wamewahi kufanya kazi serikalini. Hakuna kiongozi wa dini hata mmoja kutoka kwenye imani zote zilizopo kwenye nchi yetu. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye asasi za kiraia. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye NGO. Hakuna mtu yoyote aliye kwenye taasisi nyingine yoyote ndani ya nchi yetu kuchunguza jambo kubwa la mauaji kama haya. Hii tume, hii si tume huru. Ni njama ya kuficha ukweli, kutafuta ushahidi wa kuendelea kuwaumiza waathirika. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuzia waathirika kuwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Ndio maana inaitwa tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani. taka kufanywa ni wale waliofanya uhalifu, kuua watu, kuwa wageuzwe kuwa wao ndio hawana tatizo, lakini Watanzania walioumizwa ndio wageuzwe kuwa wahalifu. Lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru ku kuharalisha utawara wa mabao kwenda kupiga kura. Wakati Dr. Srak shindana na Kikwete ilikuwa ni 42 ndio watu waliojitokeza kwenda kupiga kura mwaka na 2015, ambako Roasa alishindana na Magufuli ulikuwa ni mchaguzi wenye mvuto mkubwa tana, utilikuwa ni asilimia watu walioenda kupiga kura As... mwaka na 2020, wakati Magufuli anashindana na Lisu Lisu ametoka kupigwa lisasi tanutilia ni asilimia 47 kwa hiyo, unaangalia hizo takwimu gafra tu, hiki kinachoitwa uchaguzi wa samia u... ni matusi kwa Tanzania, kitu ambacho ni kuonesha kabisa kwamba ni takwimu lililopikwa dhidi ya binadamu.